Wazazie walezi, embu sogea mara moja, tuzungumze. Leo ninataka kukukumbusha kutokuwashirikisha watoto mambo yasiyo wausu. Baba yako kafanya hivi, mama yako kafanya vile. Mm -mm, siyo sawa hata kidogo. Kumbuka, mtoto ni zawadi, si mtu wa kubeba maumivu yako. Mtoto anahitaji upendo, furaha na amani na si maumivu ya ndoa yako. Unapomweleza mtoto matatizo yako ya ndoa, ugomvi wako au chuki yako kwa mzazi mwenzako, unamuumiza bila ya kujua. Unampatia mawazo mazito, hofu na wakati mwingine unamfanya mtoto amchukie mzazi mwenzako bila sababu. Mtoto hahitaji kujua jambo la watu wazima. Anachohitaji kujua ni kwamba anapendwa, yupo salama na wazazi wake wanamjali. Mzazi, tafadhali sana. Zungumza na watu wazima, mapadri au wachungaji unaowaamini. Usimfanye mtoto kuwa mtu wa kusikia machungu yako, kwa sababu mtoto anayebeba mizigo ya watu wazima hukua na majeraha ya moyo bila hata kuelewa chanzo chake. Tafadhali tuwalinde watoto tu wetu, tuwape furaha na matumaini, na sio huzuni na machungu yetu, si ndio eh? Mm. Nikutakia siku njema na tafakari njema katika msimu huu wa Majilio. Mimi naitwa Isaac. Na tukutane tena kesho.